Na mtazamaji, muungano wa viongozi wa makanisa kule Malindi na kaunti ya Kilifi umeanzisha kampeni ya amani miongoni mwa wakazi. Viongozi hao wamewataka viongozi wa kisiasa kuacha tamaa na badala yake kuhakikisha kwamba nchi inasalia tulivu. Wanasiasa waache tamaa na wajue kwamba muda ni mfupi, miaka mitano ni michache sana. Uweke msingi mzuri, ukiondoka utajike vizuri. Si vema kwamba ukiondoka watu waseme afadhali ameenda, watu wa kumisi kwa sababu ya misingi uliyoweka wanadamu wanapofungua vinywa vyao na kuongea na Mungu, Mungu ujibu, na hapo tunaelewa. Ya kwamba umegusia kwamba kumekuwa na uchaguzi vurugo hapa na pale, hiyo ni tamaa ya wanadamu. Lakini wakati watakatifu watu wanaomcha Mungu kumlilia Mungu na kupiga magoti yao Mungu uleta amani, na tunaamini ya kwamba mwaka unaokuja haitakuwa marudio ya vurugo. Umesikia, Afrika hapa kura ita pigwa vizuri na amani itakuwepo. Tunaombea watu wa wachungaji wote, tukaweze kuwa kielelezo katika taifa letu la Kenya, maana katika bara la Afrika kumekuwa kila tunapoingia katika wakati wa uchaguzi kumekuwa na migawanyiko na watu kumwaga damu kama kanisa zamani ilikuwa lina sauti ya unabii kukemea dhambi na maovu yanayotumika na watu waache kutumika vibaya kwa kupokea handouts. Pia suala la ukabila tunaomba likapate kukomeshwa ili watu wasichaguane katika viongozi katika mirengo ya ukabila na familia moja.